Ay, ni kweli nimelishuhudia bila mm, bila la ugeni nini? Ni matatu. Nimelishuhudia. Unaonaje Dosa sasa kwa sasa hivi pengine mkakutana nao, na nyie mlivyo hivi sasa hivi, kimataifa? Hata ah, kama kwenye ligi, tukutana nao yani hawa Simba unamaanisha hey. Unajua ukizungumzia Simba Sports Club, mimi huwa naizungumzia Simba kwenye engo mbili, ama kwenye matabaka mawili. Tabaka la kwanza, kwenye mashindano ya ndani; tabaka la pili, kwenye mashindano ya kimataifa. Tabaka la ndani, sisi tuna mamlaka ya kumfunga Simba tunavyotaka, lakini unapokuja kwenye tabaka la kimataifa kwa Simba, Simba anabadilika. Simba anakuwa mtu mwingine, Simba inakuwa timu ya ajabu memo. Uh-huh. Mimi sio mzungumzaji wa Simba ila anachotaka kusema kidogo ni kwa kupongeza watani zetu kwa kutuwa, kutuwakilisha vizuri kwenye mashindano ya kimataifa sasa haja labda ya, ya uoSimba na, na mipango yao na sisi tuna mipango yetu, lakini unapokuja kwenye engo ya kimafanikio hususan engo za kimataifa Simba anakuwa ni mfano wa kuigwa. Unapokuja kwenye mafanikio ya kafu Simba anakuwa ni timu ya mfano. Kwa hiyo sitaki kusema kwamba na sisi tuwaige Simba, no, ila lazima tukubali anachokifanya Simba kwenye mashindano ya kimataifa, lazima tumuunge mkono anachokifanya Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa maana nikasema, na mtanange unisikie vizuri, mimi ningelikuwa nina mamlaka kwenye nchi no, ningelikuwa na nafasi kwenye nchi hususani kwenye idara ya michezo, mimi ningewaamrisha wadau wote wa mpira kwenye mashindano ya kimataifa tuwa support Simba. Sio kwetu leo, ukitaka ku -ku kuyajua mafanikio ya Azam anakuambia na yeye anawishi, ana, ana, ana kuingia group stage. Singida naye anawishi kuingia group stage Swali langu dogo kwenu wanahabari, ni klabu gani kutoka Tanzania inaongoza kucheza group stage? Simba, ni Simba. Hapo nimewapililia moto au ni uhalisia? Memo najua furahishi, kwa sababu Memo mi timu yake naijua. Nilisema juzi inawezekana ikawa timu sio bora, inawezekana ikawa timu haina wachezaji bora, lakini timu inapofikia kwenye hali ya kubadilisha mwalimu, kuna kitu kinaitwa hamasa. Nilisema juzi, sitaki kusema kwamba Simba imecheza kwa hamasa, ila naamini Simba mchezo wa jana walikuwa na kitu kipya. Jana nimeona pure quality Nabii Kamara, jana nimeona pia kwaliti tena ya Morisi. Nimeona jana mechi kipindi cha kwanza, mchezo ulikuwa ni mpapate mpapate tu, na nilikuwa naudhika kweli kwa, kwa sababu nikiangalia kwenye benchi kule kuna morisi yupo, lakini baada ya kuingia mwalimu akafanya sabu za maana kabisa, akamwambia Yusuf Kagoma, nenda kacheze namba yako, alafu unabii kama arapande juu. Morris nayepanda juu, timu imebadilika, kubadilika dakika kumi magoli mawili, bravo kwa Simba. Wakifanya vizuri, nitawapongeza na ndio maana jana nimewapongeza, na ukitaka niwapongeze kwako pia, nawapongeza sana Simba. Eh. <tutum> Yupi Morris, kabla ya kucheza mpira Tanzania, wazazi wake waliwekeza nguvu kubwa sana kijana wao wacheze nje ya nchi, na Morris mpira wake sio wa kucheza kwenye ligi ya Tanzania. Unajua, kuna nyakati Mungu hakupi unachohitaji, Mungu anakupa unachostahili. Kasawa, yeah. ya palisi yake. Ni mchezaji bora, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye kwa umri wake, kama Tanzania tunaamua kuwekeza nguvu kwenye sekta ya michezo, tunaweza tukamtafutia maisha ya mbali kwenye timu ya mpira wa miguu. Ana kipaji kikubwa, kama akijitunza kwa sababu Wachezaji wetu wana tabia ya kuathirika, wanaathirika na mapenzi, wanaathirika na sifa. Kuna kijiji kinaitwa Magomeni nasikia kinaharibu sana wachezaji <laughs> Mungu amsaidie wa eneo la Magomeni asilifike, wanaharibu sana wachezaji. Eneo la Sinza linaharibu sana wachezaji eneo la Kinondoni linaharibu sana wachezaji. Mungu ambariki sana Morris Abramani, amtunze akifika kwenye zengo, tutamsahau ni meneja mzuri, ni meneja wa ushindani na sihitaji kutumia nguvu kubwa kumzungumzia. Ni meneja ambaye kabla ya mchezo tuliwahi kuzungumza mimi na wewe na nikasema ni meneja ambaye kama Simba wakimwamini, kama watanzania wakimwamini, basi huenda akifikisha mbali Simba Sports Club. Kwa hiyo, Simba mimi, kwa hiyo hayo ni ya wana Simba wenyewe kwa sababu mimi sitoi maoni kwa wana Simba, mimi najaribu kuzungumza kwa hali ya usawa, ila ni mwalimu ambaye ameleta mabadiliko kwenye mchezo wa jana hatupo nayhatupo nayhatupo naye hatupo naye, si vyema tena kumzungumzia hatupo e naye kwa sasa. Ningetamani kwa kama na meneja ya timu sitaki na kusema hilo, hiyo ni nafasi ya viongozi e, viongozi wao ndio wanaona ni kocha gani anafaa. Sisi tunakuja kufanya tathmini tu, tukiona anafaa tunaendelea kumzungumza vizuri tukiona fai tutasema, huu ni kama fols tu, lakini kwa sasa hatua hiyo tunaachia viongozi waendelee kuchagiza, nina mwalimu gani anaweza kuja kuleta ushindani dhidi ya meneja wa Simba Sports Club yes. Uh, Dosa, umesema mba, Simba umesema kwamba kwenye mechi ya jana ya Simba umeona kitu kimeongezeka na mpira umetambazwa kwelikweli kipindi cha pili hasa, endapo zile tunaweza kusema ni mwanzo eh, wa mbinu za Pantev, labda tutarajia ushindani wa aina gani kutoka kwa Simba na Yanga na timu zingine ligi kuu, lakini pia kunako michuano ya kimataifa endapo ataendeleza hiki ambacho wamekianza siku ya jana. Ligi kuu Simba ana strago kumfunga Yanga, awe ana kocha awe hana kocha, Simba mabadiliko anapaswa kuyafanya ni kuhakikisha ni namna gani anaweza akabatwa na Yanga na kumfunga. Kimataifa stori ya Simba ni mwalimu yoyote Simba anacheza robo finali ya CAF Champions League. Ni mwalimu yoyote Simba anacheza finali ya CAF Confederation. Sindio? Kwa hiyo bado mapema kumzungumzia mwalimu wa Simba moja kwa moja. Hey, depo, atakiendeleza hiki ambacho tumekiona jana. Mimi nitakuja kuona cha kitofauti zaidi. Mwalimu Pantev akivusha Simba kutoka mwaka robo kwenda nusu finali ya CAF, yeah, Champions. Ya, malengo yao yatakapotimia. Na ndio malengo yao. Kwa hiyo sio sio sio dhambi pia kuwaombea watimize malengo yao. Anabadilika badilika sana anapokuwa kwenye ligi kuu. Namzungumzia mchezaji ambaye anapita mwaka nini, lakini h tukija michuano ya kimataifa, ni kama tunamzungumzia mtu mwingine kabisa. Dosa ni mchezaji ambaye hana talented ya mpira wa miguu, lakini ni mchezaji mwenye kujituma sana. Ni mchezaji mwenye kujitoa kwa jasho na damu kuhakikisha timu anaoichezea inakuwa salama. Tunafahamu sote alikuwa na changamoto ngumu kwenye misimu miwili, ila kwa matokeo ya jana, kwa performance yake ya jana, kwa magoli yake mawili aliyofunga jana, mimi naamini itakuwa ni mwanzo mzuri ama mwanzo mpya wa Kibu Denis kwenye maisha ya soka kupitia timu yake Simba Sports Club. <laughs> Asante <ande> sana nikushukuru. <laughs>